Mpenzi mtazamaji wa Mopossible TV. Nadhani wa saa mwingine tena tunakutana kwenye session nyingine katika The Maktaba. Leo tutakuwa tunazungumza mawili matatu, lakini leo katika ofisi zetu za Mopossible Studio tumetembelewa na mtu mkubwa sana. Lakini ukimwangalia mwili wake ni mdogo, lakini status yake ni kubwa sana. Na, na ni jambo la heri na pia nimefurahi kwa sababu mitika witu tumemkaribisha katika ofisi zetu na ameweza kutukaribia. Stay tuned. Na lakini sipo peke yangu. Nipo na mwenzangu hapa, atajitambulisha anaitwa nani? Karibu sana. Kwa majina anaitwa James Simon. Ah, nadhani kama mlivyosikia siko peke yangu niko na ndugu yangu ambaye anaitwa James Simon lakini tupo na mkurugenzi. Atajitambulisha yeye ni mkurugenzi wa nini? Karibu sana kaka. Kwanza <laughs> niwapongeze sana yeah. Nimependa kitu ambacho mnakifanya sawa, sawa. Eh, especially kwenye, kwenye masuala ya media kwa sababu sasa hivi dunia iko huku yeah, kwenye, kwenye online TV. Si ndio? Yes. Yes. Kwa hiyo ni hatua nikiona kwenye mji wetu wa Tunduma vitu kama hivi vinafanyika kwa sababu yes. Eh, ni vigeni yeah, yeah, nikiona vijana kama hivi mnafanya na fly na niwe, niwe muwazi kabisa eh, tunashikana mikono nafurahi sana nikiona nyumbani vitu ambavyo vinafanyika vikubwa kama hivi, lakini okay. Pia uh, nimefurahi kuona kwamba napiga hatua sababu, hapa studio sio tu kwa ajili ya mahojiano na nini, kuna ajira zimetengenezwa hapa, kwa hiyo serikali inapata mapato yeah. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapa, mimi mm. Niwapongeze mno mno mno. True, kama kijana saan. wa Tunduma kama mdau wa maendeleo nimefurahishwa sana, lakini e, bila kupoteza muda kwa mambo, labda tufahamiane, mimi naitwa Tom a uh, to Tom Ukondia yes. Uh, ni mpima ardhi, mshauri na mtaalamu wa masuala ya ardhi, lakini ni, ni mtoto wa Tunduma uh, mtoto okay. wa Tunduma na mdau wa maendeleo hapa Tunduma yeah. Yeah, yeah. Okay, kwa umesema wewe ni mtoto wa Tunduma hmm. Tunduma, labda watu wangependa kufahamu zaidi Tunduma sehemu gani? okay. <laughs> Uh, mimi nimezaliwa mwaka kati sisi ndio wenye mwaka kati. Ukizungumzia mwaka kati vijana wa mwaka kati, vijana mwaka kati. Yeah. Sisi zamani tulikuwa tunasema golofani hiyo, yeah. Mwaka kati ijaja tulikuwa okay. Tunasema so, so. Golofani pale au kwa za gwila sisi yeah, yeah, kwa yeah. Ni watoto wa mwaka kati mitaa, kwa wengine wanapenda kusema watoto wa batom lakini e, tuko pale mwaka kati sawa sawa, mwaka kati so, so. yeah. yeah. Umezungumza kwamba wewe unahusika na sana na masuala ya ardhi mm. Na dhani kwa upande wetu hasa ukanda wetu mm. Watu wengi sana hawana elimu juu ya ardhi mm. labda ni kitu gani ambacho mtu anaweza akakihitaji aka, aka, aka, aka kununua ardhi? ni vitu gani ambavyo anahitaji ana kuvizingatia sana Eh, swali zuri sana ni kweli kabisa. yeah. nchini kwetu bana, eh, kuna, kuna migogoro mingi sana ya ardhi. Yes. Na moja vitu ya vitu vinavyosababisha migogoro ya ardhi ni uelewa mdogo wa masuala ya ardhi miongoni mwa wananchi. Watu wengi yeah, sana nchini kwetu hawajui wa eh, masuala mengi ya ardhi namna sahihi ya kununua ardhi, ukitaka kununua ardhi ufanye nini, vitu gani vya kuangalia, mm, kitu gani cha kufanya, kabla hujajenga ufanye nini? Mm. Watu wengi hawana hiyo elimu. Lakini kwa sababu ya muda na ulichokiuliza kwamba vitu gani vya kuzingatia, naweza nikasema tu kabla hujanunua ardhi hakikisha unafanya uchunguzi e, unafanya uchunguzi, lakini pia e, uhusisha wataalamu unapotaka kununua ardhi ili kusaidia kuangalia baadhi ya vitu kama hichi hichi kiwanja, ili eneo nataka kununua, eh, serikali inasema nini kwenye hilo eneo. Unaweza kuwa unanunua eneo la makazi, kumbe serikali inasema ni eneo la barabara. Unaweza kuwa unanunua ardhi unasema ni eneo la la la la, la, James kumbe sio la James. E, ni eneo la taasisi fulani. Kwa hiyo eh, ni vyema watu wakafanya uchunguzi. Kuna nadhani siku tuitane tutoe elimu vizuri ya masuala ya ardhi, ili watu wawe na uelewa kwenye jambo hili, tuwasaidie watu wasitapeliwe, wasibomolewe na kupata migogoro ya ardhi. Sawa sawa sawa. yeah. Na labda kama mtu akihitaji kama kununua au ku..., maana umezungumzia masuala ya migogoro ya ardhi, utajuaje kama ile labda hii ardhi ina migogoro hmm. au haina migogoro hmm. E, endapo kama unahitaji labda kununua hmm. E, kama nilivyosema awali yeah. ili ununue ardhi e, lazima ufanye uchunguzi. Sawa sawa. Watu wengi sana wananunua ardhi kama wanaponunua nguo. Unajua ukienda kununua nguo e, utalipia hela utapewa nguo utaondoka, sio? Ndio. Okay. Ukienda kununua nyanya, utanunua nyanya utapewa utaondoka. Yeah. Lakini ardhi ni kitu ambacho ukinunua unalipia alafu unakiacha huko huko. Kwa hiyo sasa e, kwa sababu ina situation hiyo kwamba unaweza kununua ukaacha huko huko. Ndio. Mm. Inatakiwa uwe makini sana unapotaka kununua. Makini kwa kufanya nini? Kwa kufanya uhakiki. Kwa kufanya upekuzi, kwa kufanya e, uchunguzi, ili ujue nini. Moja e, ni ujue kwamba e, anayetaka kuniuzia hichi kiwanja yeye ndiyo mmiliki halali, sawa sawa. Pili, hmm, e, kabla hujanunua ardhi hakikisha unafahamu kwamba serikali imepanga nini kwenye hichi kiwanja. Huyu anayetaka kuniuzia anasema ni kiwanja cha makazi, je, yes, serikali inatambua ni kiwanja cha makazi

watu e, waugombaniani mipaka huyo amezidi kwa mwenzie, lazima ufanye uchunguzi. Kwa hiyo okay. Ukipata majawabu ya mambo haya matatu, sasa unaweza kuwa na, na, na, na, na uhakika wa kununua ardhi. Sasa hili ni jambo ambalo watu wengi wawafanye. Ndio maana nikasema, e, siku tuangalie muda vizuri kupeane ABC zote <laughs> Sawa, e, jambo hilo ili watu wana uelewa mzuri sana ni kitu okay. mm. okay. gani ambacho kilikusukuma kusukuma mpaka mm. ukawaza uka, uka mm. ukahitaji kuchukua fomu kugombe ya kugombea ubunge Hapana e, mimi sijasema popote kwamba nachukua ubunge. hizo ni, ni, ni vijana tu wao wanaipeleka wana lakini hakuna yeah. eh, mahali nimesema kwamba mimi nachukua ubunge, lakini mm -hmm. nadhani muda bado, muda ukifika nita, nitaweka wazi lakini kwa sasa eh, sijasema chochote Sawa sawa. Je, unaweza ukaweka hiyo nia ya kugombea? E, muda ukifika tutazungumza hayo yote. <laughs> <Muda ukifika, laughs> tutazungumza hayo yote. kwa sasa, muda bado. La Na jinsi mimi mwenyewe nimejionea mtaani mm. Tunduma yote hii mm. inakuzungumzia wewe mm. Tomu Mkondya mm. Je, mm. ni kweli wale vijana wanafanya tu hivi hivi pasipo ku... ku... uelewa wowote wana shauku e? Nadhani vijana wana shauku, wana shauku. E, kuna vitu ambavyo wanatamani viwe. Sasa hiyo shauku labda ndio ina, inawapelekea ina hivyo lakini, kimsingi e, sijatangaza popote kwamba mimi nagombania ubunge na wanaosema hivyo ni vijana wa Tunduma hmm, na mimi ni kijana wa Tunduma yeah. Kwa labda wana shauku hiyo ya kijana wao wa Tunduma kuwa hivyo, lakini binafsi e, sijazungumza hilo kwamba nataka kugombea ubunge wa jimbo la Tunduma. Kwa mfano ikatokea hmm, inawezekana wakawa hivyo e, muda ukifika tutazungumza tuta hayo yote Muda ukifika, muda ni jawabu la ma... muda ni jawabu la mambo yote. Kwa hiyo muda ukifika, tutazungumza. Sawa. <laughs> Ah, natamani tuendelee kuongea zaidi kuhusiana ah, na masuala ya ardhi kwa sababu naamini pia kuna watu wengi ambao hmm, hawana elimu ya juu ya hicho kitu ndio hmm, tutatenga muda ili tu, tupeane ABC zaidi na zaidi hmm. Kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa kinatatiza mimi kama mimi labda pia kinawezekana ni msaada kwa watu pia wanaotazama, hmm. Kwa mfano mimi kama mii nahitaji kununua ardhi, najua hmm, ni mkurugenzi wa Lapex, Lapex. Hmm. Hmm. Sasa mimi nahitaji kununua ardhi lakini hmm, sina access ile ya kutosha kwamba nitanunua labda nitakuwa na milioni, milioni tano cash mm. milioni kumi cash pap mm. mm. lakini uhitaji wangu nahitaji na, mm. mm. kupata ardhi, je mm. yeah, inawezekana kwamba kuna njia yoyote ambayo mm. kampuni yenu inaweza ikanisaidia mimi mwenye kipato kidogo kidogo kuweza kumiliki ardhi? E, inawezekana. Na bahati nzuri pale ofisini kwetu tuna e, sera ya kuwezesha vijana. Sisi lengo letu kubwa ni kuwezesha vijana na kuhamasisha vijana kumiliki ardhi. Tunaweka mazingira rahisi kabisa ya vijana kumiliki ardhi nchini, na bahati nzuri tunapatikana kwenye mikoa mingi sana e, tuko Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, sasa hivi tuko Mbeya. Kwa hiyo mm. e, lengo ni nini? Ni vijana waweze kuona swala la kumiliki ardhi ni swala la kawaida, sio la wa wazazi au la watu wazima mm -hmm. na wao kama vijana ambao wanaelekea maisha, wanaweza kumiliki ardhi, kwa sababu eh, viwanja vinauzwa kwenye bei hizi hizi ambazo wao wanapata, wanatumia kwenye mambo mengine. Kwa hiyo ili kuwaona, kuwafanya waone kwamba wanaweza, huwa tunaweka eh, namna rahisi ya wao kumiliki ardhi okay. Eh, unaweza ukanunua kwa kulipa kidogo kidogo, hata miaka miwili. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba ku kuiweka hii tabia kwa vijana kuweza kumiliki ardhi kwa ili uiweke tabia hii kwa vijana, au waambukize waasimileti hiyo tabia hmm. Lazima wapanza watafutie maeneo ambayo ni bei nafuu lakini pili wawekee namna namna nzuri na rahisi ya kulipa. Sasa namna rahisi uh, ni ipi? Ndo kama hiyo, unaweza kuwa unalipa kidogo kidogo kidogo kidogo kwa instrument labda ya mwaka mmoja, miaka miwili mpaka miaka mitatu. Kwa sisi okay. kama Lapix sio, tunafanya hivyo na nadhani hivi karibuni tutakuja na mradi hapa Tunduma. E, tutaona na magani tutakofanya pia kwa vijana wa Tunduma, kwa hiyo ni rahisi sana. Sawa sawa yeah, okay. Tunaelewa kwamba nchi yetu ya Tanzania kuna kampuni nyingi sana ambazo zinahusisha zinajihusisha mm. na maswala ya ardhi mm. na kama mteja mm. akihitaji kufanya kazi na yani mtu ni kitu gani ambacho kinaweza kikampelekea mtu achague kufanya kazi na Lapex Group? mm. <laughs> Swali so zuri sana. Yes. Eh, eh, sasa kwanza sisi swala la kuuza viwanja ni swala la mwisho kabisa. Okay. Swala la ni swala la kwanza kabisa, au jukumu letu la kwanza kabisa ni kuwaelimisha Watanzania kwenye namna sahihi ya kumiliki ardhi, ni kuwaelimisha wa vijana na wanawake kwenye matumizi ya ardhi, ni kuwaelimisha Watanzania kwenye maswala mbalimbali mbali ya ardhi. Lengo ni nini? hmm. Lengo ni kutengeneza jamii yenye uelewa wa maswala ya ardhi, ili waweze kujiepusha na kutapeliwa, kubomolewa na kupata migogoro. Hiyo ndo kazi yetu ya kwanza. Okay. E, kazi yetu ya pili na muhimu kwamba e, sisi ni wadau wa masuala ya ardhi kwa maana ya kwamba tunafanya uwakala wa huduma za ardhi. Kuna watu wa, e, hawajui namna ya kupata hati wanafuatilia hati mwaka mzima mm. kuna watu wamenunua viwanja ambavyo vina hati miliki yeah. Lakini hawajui namna kufanya uhamisho kutoka kwenye jina la hati la mtu mwingine kwenda kwenye jina lake e, kuna watu hawajui kutafuta vibali vya ujenzi. Akitaka kujenga, anapataje kibali cha ujenzi? Kwa zile huduma ambazo zinatolewa na e, Wizara ya Ardhi kusa e, au halmashauri kuhusu ardhi, sisi tunakufanyia kama mawakala wako, kukusaidia kwa sababu labda unaweza hauna muda e, au hauna au hujui chochote sisi, au hujui chochote sisi, tutakufanyia lakini suala la tatu ndio hilo la tunanunua na kuuza ardhi. Kwa hiyo kwenye hili e, tunaaminika sana sokoni, kwa sababu e, sisi ni watu wa kupatia na hati miliki moja kwa moja.

hapo tumejiwekea kwa Watanzania. Sawa sawa sawa sawa. Labda ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika ili kuepusha migogoro ya ardhi kwenye jamii zetu? Eh, swali zuri sana. E, kuna mambo kadhaa ambayo yanapaswa kufanya ili watu wasipate migogoro au wasibomolewe e, lakini au wasitapeliwe. Yes. Jambo la kwanza ni watu wawe yeah. e, una, na uelewa masuala ya ardhi. Yeah. Eh, unajua kununua ardhi kuna taratibu na sheria zake. Hasa watu hawajui taratibu na sheria za kununua ardhi. Kwa sasa inabidi watu wawe na uelewa wa masuala ya ardhi ili waweze kujiepusha na migogoro na kutapeliwa, hiyo ni kwa wananchi au kwa mtu mmoja mmoja, okay. e, watu wajue namna sahihi ya kununua ardhi, ukitaka kununua ardhi ufanye nini, okay. kitu gani uviangalie? kitu gani uvichunguze, e, ukitaka kununua ardhi ya mirathi, taratibu mm -hmm. zipi uzifuate, e, ukiwa na mpenzi, I mean, ukiwa na mke a, au mume mm -hmm. unapotaka kumiliki pamoja ardhi, mfanye nini? Kwa hiyo watu wakiwa na uelewa wa masuala ya ardhi mm -hmm. e, itapunguza Eh, migogoro ya ardhi, lakini pia kutafiliwa na kubomolewa, hilo swala la kwanza. Hmm. Lakini eh, kama serikali pia hmm, eh, inalo jukumu la kuendelea kuhakikisha kwamba e, masuala haya ya migogoro yanapungua. Kwa kufanyaje? yeah. Moja, kwa kuhakikisha kwamba huduma za sekta ya ardhi zinatolewa kielektroniki, na nimefurahi sana wizara ya ardhi imeanza huduma hiyo ya kutoa huduma za ardhi kwa njia ya kielektroniki. Lakini pili, ni kwamba wizara e, e, e, e, ya ardhi wao wanatoa semina elekezi kwa viongozi wa serikali za mtaa ambao ni wadau muhimu sana kwenye sekta ya ardhi, kwa sababu wao ndio wanasimamia biashara za mauziano huku chini. Kwa hiyo wengi hawana uelewa wa masuala ya ardhi, hawa madiwani, wenye viti hawa, wajumbe ndio wanawagongea mihuri kwenye mikataba yenu, lakini hawafahamu e, taratibu za ardhi au sheria za ardhi. Kwa hiyo sasa wanajikuta wanashiriki kwenye kuuziana mara mbili mbili ardhi, wanashiriki kwenye migogoro, kwa sababu na wao hawana kwa hiyo ni vyema sasa e, serikali ikaona kwamba iwe na, na, na wajibu wa kuwafundisha hawa viongozi elimu ya masuala ya ardhi ili sasa e, na wao wao wanapata elimu ili wakija huku kwenye kusimamia biashara za mauziano wafanye vizuri. Lakini jambo jingine ni kwamba ni vyema sasa e, serikali ikaona kwamba ione kwamba e, kila mmiliki wa kipande cha ardhi atambulike. Sasa hivi nchini kwetu watu wengi sana wanamiliki ardhi, lakini hawana hati Yes, wengi sana ni sasa ni sawasawa na watu wawe na magari halafu hawana kadi za magari au kadi za pikipiki. Sasa unanunua gari au pikipiki kwa mtu ambaye ana kadi. Utajuaje hiyo pikipiki ni yake? Yeah, okay. Sasa kwa asilimia kubwa sana nchini kwetu watu wana nyumba, wana viwanja lakini hawana hati. Wana zile tu barua za serikali za mtaa au mikataba. Vitu ambavyo wanaweza wakafoji. Sasa unapokuwa unanunua kiwanja kwa mtu ambaye hana hatimiliki au ambaye ha, ha, serikali haimtambui, kidogo hapo kunaweza kutokea utapeli kwa sababu utajuaje yeye ndo mmiliki halali. Kwa hiyo nadhani si mtoe wito kwa serikali kuongeza kasi, e, kupima ardhi na kutambua vipande vya ardhi ili watu waweze kupata hatimiliki. Kwa hiyo tukifanya haya, nadhani tutapunguza migogoro ya ardhi nchini. Sawa sawa. Hapo okay. Okay. Yeah, okay. Nimepata elimu kubwa sana. Nimepata mwanga mkubwa sana. Tumaini hata pia wanaotutazama, wanaopia watakuwa wamepata idea yao, waanzie wapi wamalizie wapi. Nikushukuru sana kwa muda wako, lakini ina swali moja la kizushi, hmm. Kama kijana hmm. Leo hii wewe ukapewa nafasi ya kurudi nyuma hmm. Au kurudi utoto ni kitu gani ambacho ungerekebisha kwenye maisha yako? Eh, kitu ambacho ningerekebisha kwanza nadhani ningeendelea kuwa sijutii kwa sababu sijafanya hivyo, lakini ningeendelea kushikilia ambao wazazi walikuwa wananiambia, hasa kwenye kuzingatia. Shule ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kuna muda anasemaga hivi nisingesoma ngekuwaje. Kwa hiyo ukiniambia E, ningerudishwa nyuma mm -hmm. Ningeendelea kusikiliza ningeendelea kujifunza na kushikilia ambayo walimu walikuwa wananiambia, hasa sio mambo tulisoma mlimani au shule za hapa yeah. Nakumbuka walimu walivyokuwa wanatuambia, ukisoma ukimaliza shule utakuwa mtu fulani, yes. Ukimaliza utakuwa mtu fulani. Kwa sasa hivi nimekuja kuamini kwamba kumbe inawezekana, kumbe walimu wanaposema ukimaliza shule utakuwa rais, kumbe inawezekana, ukimaliza unaweza kuwa mbunge, kumbe inawezekana, ukimaliza unaweza kuwa mfanyabiashara mkuu, kumbe inawezekana, yes. kwa ok, hiyo kama nikirudisha hivyo, nitaendelea kusikiliza yale ambayo nilikuwa nafundishwa na watu wazima wa na walimu wangu eh, ili niyatekeleze kwenye maisha ni ni kwa sababu nimeamini na nimethibitisha kwamba yale mafunzo yote ambao wazazi walimu na wakubwa wanatufundisha tukiwa wadogo yeah. Ni ya kweli ukikua ukiwa mkubwa. Una advice ipi kwa vijana ambao pia wanakutazama? Eh, kitu ambacho naweza nikamwambia vijana ni kwamba, hasa vijana wa mkoa wetu wa Songwe, yes. vijana wetu wa mkoa wa Songwe watu wengi sana tupo nyuma sana E, tuko nyuma kwa sababu tunaona vitu haviwezekani, yes. Lakini mimi kama kijana wenu wa mwaka kijana wenu wa Tunduma yeah. E, nisoma Mlimani pale ikapangiwa e, pale Jakaya yeah. Ni kijana ambaye nimezaliwa hapa ni mzao kabisa, kitu ambacho naweza nikwambia ni kwamba ni kwa jambo lolote unaotaka kulifanikisha kwenye maisha kwenye uso wa dunia huu. Yeah. Meisa, kwenye uso wa dunia hii linawezekana yeah. E, nimeshuhudia mambo mengi makubwa ambayo watu waliona sitaweza kuyatimiza, nimeyatimiza. Nimeona mambo mengi ambayo nilidhani siwezi kuyatimiza, nimeyatimiza. Kwa hiyo so, kitu ambacho nawashauri vijana kwamba tusikate tamaa, ndio tusivunjike moyo. e, mambo yanawezekana kila okay, kitu kinawezekana. Ukitaka kufanya jambo lolote kwenye hii dunia, shirikishe Mungu, alafu yanawezekana. Kwa hiyo mimi ni mfano wa mambo kuwezekana. Niliosoma nao wanafahamu, yeah. e, niliyokuwa nao wanafahamu kwamba inawezekana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba kila kitu kinawezekana. Ok, mwanzo hmm. Ulikuwa na kampuni moja inaitwa Dalali Msomi hmm. kwa sasa nakuona upo Lapex pale, wewe ndio CEO hmm. ile kampuni ya Dalali Msomi inaendelea au imekufa? e, kimsingi tuna kampuni kadhaa na kampuni kadhaa zinazojishughulisha na, na mambo mengi sana. Yeah. Ni vile tu kwa sababu mimi nimesomea masuala ya ardhi. Yeah, maana watu wengi mnaona kama e, nimejidi sana kwenye ardhi, sababu mimi napenda ardhi, nimesomea ardhi, nimesoma yeah, degree ya masuala ya upimaji. Yeah, nikajaribu kufanya masters ya masuala ya usimamizi wa ardhi. Yeah, nikasomea masuala ya ya real estate eh, Dubai, Dubai. nikajisomea masuala ya udalali South Africa. Yeah. Kwa hiyo na uigo mpana wa masuala ya ardhi, ndio maana napenda ardhi. Okay. Lakini hiyo Dalili Msomi pia ni masuala ya ardhi. Kwa hiyo tuna eh, Lapex bana eh, ni kampuni mama ambayo ina kampuni nyingi chini hapo, yeah. Eh, na bahati nzuri najua utakuwa mnafahamu vijana wengi watunduma pia wanafanya kazi pale, yeah. Eh, vijana kadhaa wengi wanafanya kazi pale, yeah. Sisi tunajihusisha na masuala mengi ya ardhi kwa sababu mwingi kwanza, tunatoa elimu na ushauri wa masuala ya ardhi yeah. Lakini pia tunajihusisha na kupima ardhi, lakini tatu tunajihusisha na kununua na kuuza e, ardhi, kwa maana ya nyumba, viwanja na mashamba, lakini pia tunauza vifaa vya upimaji Yeah. Sisi ndo masupply wakubwa na madila wakubwa nchini wa vifaa vya upimaji kama satellite na high target like. Kwa hiyo hivyo vifaa vya upimaji tunauza, lakini ukitoa masuala ya, ya, ya ardhi hmm. tunajihusisha na maswala ya madini tunajihusisha okay. eh, na maswala ya vifaa tiba. Kwa hiyo tuko kwenye sekta mbalimbali. Okay. Eh, tuko sasa hivi na kwenye usafirishaji eh, kwa hiyo tuna tuna, tuna tuna, vitu vingi tunafanya vitu vingi sana tunafanya, ndio kama nikakwambia, Apex Group ni kampuni mama, ina kampuni yeah. ta, tanzu nyingi hapo chini ambazo okay. ziko chini ya ya okay. yeah. Sasa kwa Tunduma umepanga kuwaletea nini Tunduma? Mambo e, mazuri yanakuja najua, mimi ni mtoto wa Tunduma. Mimi Dib. ni mzaliwa e, sana, wa wa Tunduma. Walimu walimu wangu wangu sana, msingi Mlimani. Bana nimefurahi walimu wangu wa shule msingi Tunduma. lakini pia wazazi wangu, na watu watu watu tunaona wa wa wa Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, sisi nyumbani nyumbani vipi? Yeah. Nikaambia mambo mpate ile cream E, kitu kizuri kabisa labda, yeah. Huku kulikuwa ni majaribio, lakini sasa hivi e, karibuni tutatangaza. Mtaona tumeshaingia mkoa wa Songwe nadhani. okay. uzinduzi tutafanya na tuko kwenye maandalizi ya mwisho okay. ya uzinduzi wa huduma zetu hapa mkoa wa Songwe. Kwa hiyo mm, kaini tayari kwa sababu mtoto wa nyumbani nimekuja, niko hapa, mambo yote yatafanyika, msijali, sawa. okay, okay, sawa nadhani kama mnavyojua kwamba kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Tunashukuru sana kwa muda wako Umetenga muda, umetutazama, sisi Mopossible TV. Tunashukuru pia kwa kwa witikio wa Mr. Thomas Pale. Kama mlikuwa mjui, huyu ndo mkurugenzi wa Apex Group. Ni mtu mkubwa sana lakini tunashukuru pia kwa nafasi ambayo umetupatia, pia tumekaa hapa tumezungumza mawili matatu tumepata mwanga kuhusiana na ardhi lakini kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba tutatenga nafasi kwamba tutaongea kwa upana zaidi kuhusiana na masuala ya ardhi. Langu jina ni Mu Gold Star wa Mopossible Studio, asante sana, tutakutana next time. Asante.